Sasa leo nataka nikuonyeshe au nikufundishe jinsi ya kutengeneza dawa ya kuongeza nguvu za kiume, ukiwa kwa hapo hapo nyumbani kwako. Na leo nitakuonyesha vifaa vinne na jinsi ya kuunda kabisa. Sio, umeelewa? Sasa kifaa cha kwanza uh, ni asali. Sipo uwe na asali ambayo ndio hii hapa. Umeiona asali, so sasa hii ni asali. ndio kifaa cha kwanza. Kifaa cha pili uh, ni kitunguu. Umeona? Hiki ni kitunguu maji. Unaelewa? Sasa hivi vitunguu ndipo uwe navyo vitatu. Vitunguu vingapi? Vitatu, ambavyo ndio hivi hapa mpaka hapo. Kwa hiyo hivi ni vitunguu ambavyo ni kifaa cha pili. Kifaa cha tatu ni kitunguu saumu hiki hapa. Makiona hiki? Ndio nasema kitunguu saumu. Na kifaa cha tatu cha nne cha mwisho ni tangawizi ambayo ndio hii hapa. Umeiona? Hii ni tangawizi. Kwa katika hivi vifaa vingine ndio vinaweza vitakusaidia, au nitakufundisha jinsi ya kutengeneza hii dawa kuongeza nguvu za kiume hapo hapo ulipo, na hii dawa itakusaidia kutibu. Kama una tatizo dogo, itakutibu. Kama una upungufu wa hamu, itakutibu. Sasa kitu cha kufanya, so utachukua kitunguu hiki hapa. Sasa hiki ni kitunguu, kwa hiyo utachofanya cha kwanza utatoa haya maganda, yani uta- kata hivi kwa ajili ya kutoa maganda. Umeelewa? Kwa hili ganda la juu utaliondoa kama vile hivi ninavyofanya. Kwa hiyo utaondoa hili ganda la juu. Unaona? Ukisha aliondoa hili ganda la juu utaweka pembeni. Kitu kingine ni kwamba utachukua hii kitunguu saumu utamenya. Ukimenya unapata tupunje kama huko hapa. Kwa hiyo haka kapunje utakamenya hivi. Utoa haka utoe hili ganda lake la juu. Ukishatoa hili ganda lake la juu, ubaki na kapunje kama haka. Umeona? Hiki ni, Kwa hiyo hiki kitunguu ni kimoja, ni kitunguu saumu kimoja. Kwa hiyo utakimenya chote, hakikisha vitunguu unakimenya chote. Unakimenya chote kitunguu. Kwa hiyo ukimenya vibaki tuvipande kama vile hutu hapo, umeona? Vipande kidogo kidogo kama vile hutu hapo. Ndio tukipanda ambacho tunatotakiwa. Sio, umeelewa mpaka hapo. Lakini kitunguu kitunguu maji, kitunguu saumu kimoja. Utatumia kitunguu saumu kimoja kitungu hapa. Sasa mimi nishamenya inavyo vingi sana ambavyo, umeona, kwa hivyo nimemenya. Umeona? Kwa hiyo mimi nimemenya vingi hivi hapa. Unaviona? Hivi hapa. Kwa mimi kitunguu saumu nimemenya iki hapo iki kitunguu saumu kizima. Kwa hiyo kitunguu kiwe hivi. Umeona? Hicho kitunguu saumu. Sasa kama utatumia kunio la nyanya au utatumia kinu kwamba utachukua hivi vitunguu utavitwanga twanga, sawa? Lakini sasa kama utatumia uh, kunio la nyanya, unaona hiki kitunguu. Kwa hiyo utachokifanya, utachukua ile kunio mm, uta utakuna, utakuna, unakuna, unakuna baadhi. Kitungu cha kwanza kinaisha, unachukua cha pili, unakuna kinaisha, unachukua cha tatu, unakuna kinaisha, alafu hii utachukua yenyewe utaiponda ponda tu kidogo, utaweka kwenye hilo bakuli ambalo unakunia, alafu utachukua tangawizi hii. Tangawizi utachofanya, utatoa hii hii, hii ganda la juu, umeona kwa utatoa hii ganda la juu kama vile hivi. Kwa mimi ninamenya kwa ajili ya kuondoa ganda la juu chuma nilioa mpaka hapo, kwao utaondoa ganda la juu hii tangawizi. Kwao mimi nitaliondoa hili ganda la juu kama hivi. Basi kitungu changu na mitangawizi yangu itakuwa hivi sasa. Hii tangawizi inatikiwa, hiyo tangawizi moja kubwa, tangawizi moja kubwa. Wakati huo anachanganya vitungu maji vitatu, wakati huo anachanganya kitungu saumu kimoja, si mnaelewa? Mpaka hapo kwao nitaimenya itakuwa kama hivi. Kwao hii nimeimenya hapa nimemenya na yenyewe imekuwa kama hivi, si umenielewa? Sasa baada ya hapo, kwa hiyo hii ikishakuwa hivi, unaweza ukakuna kwenye kwenye kunio au ukatwanga, ikiwa iko hivi, si umenielewa? Sasa mimi nitatumia blender, mimi sitotumia hivi. Sasa baada ya kukuna hii tangawizi hii, hii, hii kitunguu, kukuna tangawizi na kuponda ponda hivi, unachanganya vitu kwenye bakuli, unachanganya ukishachanganya, unachukua asali, ukishachukua asali, utaweka vijiko viwili. Mwanzo mwanzo, mimi mimi kijiko cha kwanza unaweka, mimi mimi kijiko cha pili unaweka, si umeelewa mpaka hapo? Mimi mimi kijiko cha mwanza unaweka, unaweka chakula unaweka, unakoroga. Ukishakoroga kwenye bakuli, unakaa dakika kumi au saa moja, ndio unatumia. Si umeelewa mpaka hapo? Kwa jinsi ya kufanya ndio hivyo utakavyofanya. Sasa basi, kwa kuwa mimi sitofanya sitofanya hivyo, so mimi nitakuelekeza sasa. So, kama utatumia blender, ni kwamba utakatakata hizi tangawizi, so utakatakata kama hivyo mimi kata kidogo kwa vidogo vidogo hivi nlea kwa ajili ya kuvi blend kwa mimi ni so, takata kitunguu swaumu, tangawizi tangawizi. Nikishamaliza kukata nitakuja nikata na Vizuri zaidi. Sasa baada ya hapo, so mi nitachukua hivi vyote nitaviweka kwenye blender. He, kwenye blender sasa ndio nitachukua asali yangu mona, nitaifungua na nikishaifungua basi nitamimina, nitamimina mi vijiko vinne. Okay, so nimeweka vijiko vitatu, inanitosha kwa upande wangu mimi. Baada ya hapo sasa manake na chofuata uta, uta blend uta blendsas

Okay, yes, sasa baada ya kumaliza uh, mchanganyiko utakuwa hivi. Kwa hiyo kisha kwa hivi hata ukikuma utakuwa huko hivi. Kwa cha kufanya matumizi unakuwa na chota hivi kidogo kimoja hivi. Ukiona una meza yaani una piki kimoja una meza hivi. Unatumia kimoja. Halafu hapo umenisubiria baada ya dakika kumi na kuchukua kingine. Una meza. Kwa hiyo utatumia asubuhi hivi vijiko viwili. Mchana viwili na jioni viwili, lakini kama mchana hana um, uko bize unatumia asubuhi viwili na jioni viwili, na utatumia ndani ya siku saba. Sasa mchanganyiko huu utakusaidia kuongeza hamu ya tendo, nguvu za kiume.